Binomial Theorem. Binomial Theorem, leo tutajifunza juu ya hii theory ambayo inatumika kufanya expansion ya terms mbili zinazojumlishwa au kutolewa under the same exponent. Mimi nimegawa katika makundi matatu ili iwe rahisi kuielewa hii theorem. Kundi la kwanza linahusu eh, lina eh, theorem yetu inakuwa na a plus b power n ambapo a na b hawa ni real numbers na n hizi ni positive integers. Kwa n zinakuwa ni positive integers ambapo formula yetu inajulikana Binomial Theorem, tunasema ni a plus b power n, jumla ya terms zote, position inaanzia sifuri mpaka lasti, then n combination r times a power n minus r times b power r, ambapo hii formula pia inaweza kuandikwa kwa namna hii r zero, up n n combination r A, n minus r b power r hii ni namna nyingine ya kuandika combination e. Ukitaka kuandika kwa e, expanded form unaweza kusema A plus b power n ni sawasawa sawa. Tunapoweka kwenye hii, tunapoweka kwenye hii first, e, kwenye hii general term yetu tunapoweka r 0 manake tunapata first term na n combination 0 is 1 b power 0 is 1 kwa hiyo tutabakiwa na a power n plus. R inapokuwa moja, tunakuwa na n combination 1 a power n minus 1 b power 1 r inapokuwa mbili, tunakuwa na a sorry, utakuwa na na n tutakuwa na n combination 2 a power n minus mpaka last term ambayo ni b power power n. Kwa hii ni formula ya kwanza ambayo mtu inabidi aikumbuke ili aweze kufanya swali fulani la, la binomial. Lakini kesi ya pili ni pale ambapo tunakuwa na conditions tofauti na za kesi ya kwanza. Kwanza tunahitaji kujua expansion ya 1 plus x power n wakati ambapo absolute of x is less than 1 hii ni condition ambayo inafanya hii eh, series yetu ambayo tunataka kuexpandi iwe convergent kwa absolute of x must be less than 1 then any ana sifa ya kuwa fraction au anaweza akawa negative exponent exponent. Kwa hiyo kuna sifa hizo mbili, na formula yetu pia inajulikana, watu wameizoea, 1 plus x power n tunasema ni 1 plus nx plus n n minus 1 over 2 factorial x square plus terms zinaendelea e, bila kuwa na mwisho kwa sababu tunajua value ya n ni fraction au negative. Kwa hiyo unapo substitute values maana yake majibu yanaendelea kuwepo hayafiki mwisho. Kwa hiyo ili series iwe convergent ndio maana tuna condition ya kuwa na absolute of x less than 1. Lakini kesi namba 3 ambayo ni kesi ya tatu ni pale ambapo conditions zinabadilika kidogo ndio tunakuwa na kesi namba 3, eh, kesi yetu ina inatutaka okay, nitaandika hapa case number 3 tunataka kuexpandi bado 1 + x power n, lakini hapa changamoto yetu tunakuwa na absolute of x greater than 1. Sasa tumeshaona kwenye case namba mbili ili series iwe convergent lazima absolute of x iwe ni less than 1 kwa kuna kitu inabidi tukifanye ili tuitengeneze series hii iwe convergent. Kwahio pia kuna value ya n itakuwa na sifa kama za kwenye case namba mbili, ni fraction lakini pia unaweza ukawa na negative exponent. Yoyote katika hizo inaweza ikatokea. Sasa turudi, namna ya kuitengeneza hii one plus x power n iwe convergent. Tumeshaona absolute of x anakuwa ni mkubwa kwa moja, kwa hiyo ili awe mdogo tunahitaji kuifanya iwe reciprocal, iwe 1 over, na njia pekee ni kufactor out x kwenye hii 1 plus x power n. Tukifactor out x, kumbuka imetoka ndani, kwa hiyo itatoka na exponent n, then hapa tutakuwa na 1 over x plus 1 power n hii one over x tulioipata hapa kwa sababu x ni mkubwa kwa, kwa moja maana yake hii one over x itakuwa ni less than one. Na kulingana na condition namba mbili basi hichi kipati kilichopatikana hapa kuanzia hapa mpaka hapa maana yake kinakubaliana kabisa na condition namba mbili na kama vinakubaliana na condition namba mbili basi tutakachoenda kukifanya ni kutumia condition namba mbili kwa ajili ya ku expand hii part niliyowekea e, e, brackets. Kwa hiyo tutakachokifanya tutatumia condition namba mbili. Kwa hiyo tutaandika kwanza vizuri tuanze na one kwa sababu condition namba mbili inakutaka uwe na moja hapa alafu sehemu hii uwe na namba ambayo ina range between -1 na +1. Kwa hiyo tunaweza sasa kwa sababu tumeshaweka mazingira ya kuwa na moja na 1 over x, tunaweza kutumia condition namba mbili kuandika hii series yetu. Kwa hiyo hapa tutasema ni 1 kupitia condition namba mbili. Kwa hii 1 over x nikilinganisha au nikifananisha na kwenye condition namba mbili, hii 1 over x ndio value ya x kwa kesi yetu hii ya tatu. Kwa hiyo kwenye x naweka 1 over x. Kwa hiyo nitakuwa na n over x plus n n minus 1 over 2 factorial times 1 over x square plus nazo terms zitaenda bila kuwa na, na mwisho. Lakini tufahamu hii series itakuwa convergent kwa sababu tumeibadilisha condition zake zimefanana kama kwenye condition number mbili. Kitu ambacho inabidi tukijue ni kwamba kwenye condition number mbili absolute of x ilikuwa ni less than 1. Hapa absolute of x ipo greater than 1. Ni muhimu sana kukumbuka hiki, lakini pia kitu kingine ambacho inabidi tukifahamu ni kwamba kwenye condition namba mbili, huaga tunasema powers, powers of x are ascending. Hili neno ukiliona unajua kabisa hii condition ni condition yetu namba mbili. Lakini tukirudi hapa tunasemaga powers of x descending. Kwa hiyo mpaka hapo tulipofikia, formula tatu hizi, kila swali lina formula yake. Kwa hiyo itategemea unachagua formula ipi kulingana na conditions tulizo discuss. Sasa kuna kitu kimoja ambacho inabidi tukielewe kwenye hii condition namba tatu. tumesema absolute of x is greater than 1. Condition namba mbili tumesema absolute of x is less than 1. Mtu anaweza akawa anajiuliza hii kwa nini absolute of x ni greater than 1? Sababu ni ndogo sana kwenye condition number tatu. Na naomba nipige mstari hapa ili tusichanganye. Kwenye condition number tatu tunakuwa na x power n bracket 1 over x plus 1 power n, ambapo ni sawa sawa na mtu ambaye angeandika x power n 1 plus 1 over x power n. Sasa kumbuka kwenye condition ya tatu value ya x ni ni ni, ni kubwa kwa moja. Kwa unaposema 1 over x maana yake hiyo ni namba ambayo iko chini ya moja. Ni namba ndogo sana. Naomba nichukue red pen ili nikuonyeshe kitu. Hii part hii kuanzia hii part hapa mpaka hapa inafanana kabisa na condition namba namba mbili. Kwa hiyo nikiamua kutumia kwenye condition namba mbili pati hii peke yake, maana yake ninasema 1 over x nikizungumzia ile condition tu 1 over x absolute inakuwa ni less than 1, kwamba 1 over x nafasi yake inaenda kukaa kwenye sehemu ya x. Ukifanya reciprocal unapata absolute of x ni greater than 1. Nadhani hii imekaa vizuri sasa. Ndio maana condition ya tatu tukicombine sasa vitu vyote, condition ya tatu tunakutana na hii condition ya absolute of x greater than 1, abslutfx e. Usisahau ku like ku comment kushare na kusubscribe ili uendelee kupata video zetu kwa mapema zaidi. Asante.